Una ushuda gani, mama? Baraka iko wapi? Baraka njoo. Baraka asante, huyu ndio Baraka. Baraka. Baraka alikuwa na shida gani? Mama anasema amebeba mimba baada ya mwaka mmoja akiwa anabeba mimba, nilipoingia kwenye maombi Mungu akanibariki nikampata Baraka. Alipokuja hapa ndipo Mungu akambariki akapata nini? Baraka. Baraka si ndio huyu? Jamani, hivi mdomo wetu ni mdomo wetu unaongea ama ni mtu anatoa ushuhuda mwenyewe? Nikaja nikakaa, baada ya kwenda kujifungua, miezi imepita, mtoto akazaliwa tarehe 10 mwezi wa 12, mtoto amezaliwa akiwa na miaka miezi kumi na mbili mwaka mimba inabeba miezi mingapi? huyu mama amebeba mimba miezi mingapi? kumi na mbili. Yesu hajatenda ametenda, na mtoto amezaliwa hajazaliwa? Je, mama unamwambiaje Mungu kwa ajili ya baraka? mimi napenda kumshukuru Mungu, maana mtoto wangu anapitia kwenye mapito magumu, alikuwa akilala, unaweka mkono kifuani, nadhani amekufa, lakini namshukuru Mungu kwa pa maombi pamoja na watumishi aka sasa hivi araka wangu wanaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Nimekuja kutoa shukurani ya yu ukombozi ya uzao wa mwisho pamoja na mtoto wangu. Anasema mama huyu ndio mtoto wake wa mwisho, kwa hiyo ni uzao wa mwisho, na leo anasema amekuja na zawadi ama amekuja na sadaka ya baraka. Uzao wake wa mwisho ubarikiwe, mama. Bwana abariki watumishi wa Mungu. Asante sana.